Wadada wanajua akimpenda mwanaume hamuombi hela. Asiyempenda anamuomba kirahisi kuliko yule anayempenda. Waulize, watakwambia. Mwanaume kama hakupendi, kukuomba hela ni rahisi. Akikupenda hakuombi. Hata kwenye ndoa, mkishagombana sana na waifu, mkivurugana, mnaanza stori za kuombana hela. Naomba hiyo chumvi, imeisha luku, imeisha Hela ya watoto. Ukiona mjadala wenu na mke wako ni wa hela tu, ujue ngoma imefanyaje? Kwa sababu upendo ukiingia ndani ya mtu, pesa inapotezaga thamani. Kiukweli ni kwamba mwanadamu alivyotengenezwa ni kwamba ukiijaza nafsi yake, hela yake anakupa. Halo? Ukijaza nafsi yake, pesa yake anafanyaje? Anakupa. Ndio maana kuna watu wameoa, hampi hela mke wake, ana kama mwanamke mwingine, anakapata hela. Kimana safi kabisa. Lakini unashangaa tu, huyu unampa kirahisi. Mke wako akikuomba elfu kumi unalalamika, una unaongea unaongea, mwanamke, ah, ah, natumia sana hela ah, ah, ah, ah, ah. Ila ulitoa elfu sitini jana kwa mtu mwingine, kiroho safi. Ulisahau kabisa, yaani ulimpa huku unanena kwa lugha shake, chukua.